Alikuambia saa saba kama kiwanjani usipeleke timu, haya uone sasa. Hapo kama ujinga wa mawazo na viongozi walikopo ni wapumbavu. Yanga anakwenda ile siku ile kiwanjani na mlango ulifunguliwa Simba siku ile kwa kutoa taarifa. Kutoa taarifa nini? Kufunguliwa mlango kutoa taarifa nini? Kwa hiyo kanuni julikani, kama Simba azimeende pale, taarifa hiyo utoa nini taarifa utoke ya nini? Na swali linajulikana yaani kanuni ipo inajulikana. Mimi siwezi kutoa taarifa, katika sheria zetu za mpira zipo, utatoa taarifa kitu gani? Ukisema natoa taarifa, kama mimi natoka zangu Kenya, lakini mimi nipo Tanzania na klabu yangu inajulikana na TFF, wanajua hiyo sheria na meneja wa kiwanja anaelewa hilo swala, taarifa gani tena nitoe mimi kwa sababu sio kawaida kwamba mechi ya Simba na Yanga mmoja na mgeni anaenda kufanya mazoezi kwa uwanja wa Benjamini Mkapa sio kawaida. Sasa naomba nikuulize kitu kimoja, kwa nini wako wanatangaza kwenye TV? hmm. zaidi ya siku thelathini. hmm. Na huyo meneja anajua, kwa nini jioni Yanga aliwafungulia kama taarifa yana, aliwafungulia kwa uwanja wa mazoezi wafanye kwa hiyo uh, uh, uh, hapa kuhusu kiwanja kama taarifa nitoe kiwanja gani? Yaani ya, nilichokuambia kwamba hmm. Yanga na Simba kwenye mchezo huu wa Kariakoo Derby. Eti siku moja kabla wakafanya mazoezi katika uwanja usika. Ni ngumu sana. Ingelikuwa Simba. Nani kakwambia ni ngumu? Sasa leo unazungumza wewe wanafanya pale. Wanafanya na kufanya vipi utaniambia, usifanye kwa ajili gani kufanya, wanafanya sio naizungumza wewe, kanuni yako siwezi kuifuata. Sasa wewe unazungumza wewe sasa unafanya shauri kwa mpira unaweza kupenda mwaka gani? Sababu tusizungumze kitu katugia pengine mpira ni bado. Mpira unaweza kupenda mwaka gani? Pira, mwaka eh? mpira mimi kazi ya uandishi. Eh? Uwezi ukasema ufuate uandishi bila kupenda mpira. Sasa hii kanuni ya uandishi utaujuaje a mpira? Kanuni nasoma. Kwanza lazima az... <laughs> tuende na la kutaka shot, ongea timu. Kwa vipi sasa mkapa. Sasa sijapeleka mimi au TFF wanatangaza kama mechi hakuna. Si baada kuzuiliwa katoka. Sasa mp... sio mimi sasa. Niko nisikilize hmm. wala anaesimamia michezo nani na barua akatoa nani ya kusukama mpe mechi hakuna. Sasa mimi niendaje tena kwenda sehemu fulani husika? sababu washatangaza kwenye peji zetu za Simba wametoa unaweza kuja pangia tika bodi ya Simba v akapeleka kila kitu vitu vyote Simba navyopata na barua hanezakaenda sasa mi nenda kiwanjani kafanya nini? hiyo nazungumza wewe, mi siwezi kuchungulia kuchungulianazungumza wewe, mimi nafuata utaratibu uhusika kwa mtu anayesimamia michezo TFF, unavyotuletea see barua kama simba mechi hakuna, si tuwezi kwenda sasa? Walokwenda pale kiwanjani ni wajinga wa mawazo. Kama siku zote nakwambia, shoti, kuna mtu kakabidhiwa ile klabu alafu kapewa cheo kikubwa sana, mkubwa wa vilabu Afrika. Hamna kitu mwesa, tunajifunza nini kwake? <coughs> We utajifunza <coughs> <coughs> nini? Nakuuliza wewe mwenyewe, unavyozungumza sasa, utajifunza nini? katoe barua vivyo, unaletewa kama usiende kiwanjani, wewe kiwanjani unafuata nini sasa? Kwa mujibu ya Africans amesema yeye amenda kiwanjani, wewe ulikwenda kiwanjani, anakusimamia wewe. Ni nani kiongozi wa klabu nani? <coughs> <coughs> wa michezo hapa TFF. TFF. Sasa TFF ni Yanga barua amjapata kama vile mazoezi ya mechi hakuna. Wewe ngoni, unasema saa 8 barua metoka, mechi inachezwa sa saa ngapi? Sasa unajielewa maneno yako unaizungumza sasa? Katika mdao nashindwa kuelewa. Kwa hiyo timu unakuwa nao upo naye, kuna mtu atakwenda nimkimbie ni kwa vipi? Mm, mimi siwezi kumkimbia sababu sehemu aliokopolea nakaa. Mi naenda mkokoteni wangu kaenda kutupa kule takataka kule, jahalani mchafukoga. Sasa mi nimkimbia nini? Bunju jana, yule bunju kaenda kutembea sababu mgeni, aijui laya Kinondoni ni mgeni yeye, yeah, akuelewa ile sehemu ya Bunju. Simba wapo wapi? Akaenda kule kanitambeka kianja, arudi sasa nifate kwa na mechi na mimi sasa ndio unajua hapo, kama mawazao mabovu, kuanzia viongozi wao, washabiki wao wote akili hawana. Kwa swala kama aliyofanya lile, we usiambiwa mechi hakuna, unatoka pale unaenda katika kiwanja chake, kama si ukorofi wa kitu gani? wale wanialia moja kwa moja, akufanya fujo au wapo kimpira? Hili swala wakae TFF <coughs> walitizame. We uliambiwa mechi hakuna, wkii kwake Simba ulifuata nini? Bunju ulifuata nini wewe? Kwa kwa mechi, mechi gani? <laughs> sasa kule. Mkimbia, no sasa kule sasa walipangiwa kule sasa nikukimbia saae TFF alikuambia uje bunji kucheza na kuuliza eo wanatakiwa ende kule kwa mechi ya Simba na Yanga ichezo wapi? Sasa we yu, likenda kule bunji bunji kufatani <laughs> Ndio utizame hapo mawazo tofauti, kuna wapenda soka na walibu soka. Soka, soka wapenda soka ni Simba Sports Club hao, yeah, na walibu soka ni Yanga Jangwani, yeah, yeah. Nyuma mwiko sababu niacha kuambia nyuma mwiko, sasa tabishanao ya nini? Yeah. Yanga Africans jana wametoa taarifa usiku kuhusiana na Simba Sports Club kugomea mchezo, wamesema iwe ama isiwe, Young Africans hata tarehe ikipangwa, awatoshiriki katika mchezo huo. Wanajua dabi ya kali yako ilikuwa ni tarehe nane ya mwezi wa tatu 2025 a si vinginevyo. Sasa swala hilo wapeleke barua wa TFF, ndio atawajibu. Mi nikisema niijibu mada hiyo sitaweza kuijibu. Mi nitafuta viongozi wangu wa Simba watavyotoa kwenye vyombe vya habari au kwenye simu peji zetu, na jua za Simba tutavyoziona kama Simba wanacheza wachezi, wana mtajua kule. Sasa yeye kama yeye, katoa kapeleka sehemu husika TFF. TFF ndio wenye mazumuni ya kukaa, watakaa, watalizungumzia o jambo, watawazungumzia wananchi. Sasa mimi so swali nikalizungumza ilipo nyuma na uwezo wangu. Nashukuru sana. Ah, tupo pamoja.